Hivi sasa ukitazama chaguzi tatu zilizopita, elfu mbili na kumi na tisa serikali za mitaa, elfu mbili na ishirini uchaguzi mkuu na elfu mbili na ishirini na nne serikali za mitaa, inaonyesha kwamba kura zetu hazina thamani tena. Michakato hiyo inaonyesha kwamba si tena mwananchi anayeamua nani awe mwenyekiti wake wa kijiji au kitongoji au mtaa, nani awe diwani wake, nani awe mbunge wake, nani awe rais wake? Si mwananchi tena, bali ni CCM na vyombo vya dola. Sasa hivi ukizunguka, hata tukikaa tunazungumza na watu unawambia ninarudi Kigoma, unaulizwa watakuatia jimbo? Zamani ulikuwa unaulizwa utashinda, sasa hivi unaulizwa uta watakuatia, kwa maana ya kwamba hata ukishinda utapewa. Haya ndiyo mazingira ambayo tunayo na tunayajua, mazingira ambayo kura yako mwananchi imekuwa haina thamani . Sasa tulikuwa kwenye hali ya kuamua. Wenzetu wengine kwa sababu za msingi kabisa wanasema aa, hakuna sababu ya kupoteza muda, tusishiriki uchaguzi, ndo wanasema no reform, no election. Sisi viongozi wa ACT Wazalendo tukakaa na kutafakari faida na hasara ya uamuzi wa namna hiyo, na bahati nzuri, na jana niliwaambia gungu, chama chenu chama ambacho kitovu chake kimezikwa Kigoma kimekuwa kikubwa sana. Sasa hivi tunakaa kwenye vikao vya kitaifa vya chama, kamati ya uongozi ya chama, kamati kuu ya chama, tunakaa na makamu wa rais, tunakaa na mawaziri, tunakaa na waliokuwa mawaziri. Kwa hiyo chama kimesheheni watu wenye uzoefu, watu wenye busara na hekima za hali ya juu kabisa. Tulikaa tukajadili kwa kina na wenzetu hasa wa Zanzibar, wakatuambia sisi, hii hali tumeshapita mwaka elfu mbili na kumi na tano tulishinda uchaguzi, wakaufuta uchaguzi, kama mnamkumbuka Jecha wakafuta uchaguzi tukasema hatutashiriki uchaguzi utakaoitwa. CCM hawakujali, wakaendelea na uchaguzi wenyewe. Baraza la wa wawakilishi Zanzibar, ambalo kawaida lina wawakilishi hamsini wa kuchaguliwa, ishirini na tano huwa wanatoka upinzani, ishirini na tano wanatoka CCM au wakati mwingine 26 CCM, upinzani ishirini na nne, yani wanapishana mwakilishi mmoja au wawili. Baada ya uchaguzi ule wa mwaka 2016 wa marudio, ambao wenzetu, kwa sababu za msingi kabisa, walisema hawatashiriki, hawakushiriki, CCM ikachukua baraza zima la wawakilishi Zanzibar likawa 100% siye. Jambo la kwanza walilofanya ni kwenda kubadilisha katiba ya Zanzibar na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar. Wakasema sasa Zanzibar kupiga kura itakuwa siku mbili badala ya siku moja, eti siku ya kwanza wanapiga kura polisi, wanapiga kura usalama wa taifa, wanapiga kura jeshi, wanapiga kura watumishi wa serikali wanaohusika na uchaguzi sasa ile siku ya kwanza ndio makura yote yanarundikwa, hamna mawakala, hamna kuhesabiwa, afu siku ya pili wananchi wakienda kupiga kura, zile za za jana na za leo zinachanganywa. CCM wamekuwa wametengeneza mfumo wao wa kuiba ambao ni wa uhakika, wa kikatiba na wa kisheria. Wenzetu wakatuambia, tunajuta kwa nini hatukushiriki ule uchaguzi, kwa sababu kama tungeshiriki tungewazuia CCM kuwa peke yao ndani ya Baraza la Wawakilishi, na hizo sheria mbaya zisingetungwa. Kwao akatuambia, msithubutu kuwasusia CCM, msithubutu kumwachia nguruwe shamba la mihogo, ataimaliza, ataila tu. Tutengeneze namna ambayo tutashiriki kwenye uchaguzi. Kwa kupambana, kwa kuzilinda kura. Ndio maana sisi tunasema Oktoba, linda kura. Tulitafakari kwa kina na tukafikia maamuzi, na tukatazama mifano ya sehemu mbalimbali duniani. Leo tawapa mfano mmoja tu, kwa sababu ya muda. Kule Ulaya kuna nchi inaitwa Serbia. Ile nchi ya Serbia ilikuwa inatawaliwa kidikteta na mtu mmoja anaitwa Slobodan Milosevic. Alikuwa kama CCM, alikuwa anaiba kura kama CCM, alikuwa anazuia wapinzani kugombea kama CCM, alikuwa anazuia mawakala wa kuingia kwenye vituo kama CCM. Vyama vya upinzani vya Serbia vikasema, hatutashiriki mchakato wa slobodan Milosevich na chama chake. Wakatokea vijana wamemaliza vyuo, wana hasira, hawana ajira, wakaunda kikundi kinaitwa Otpor, kikundi cha vijana alafu wakatafuta chama kidogo ambacho kitakubali kuwafanya wale vijana wawe wagombea kwenye ngazi mbalimbali mbali nchi nzima ya Serbia, kile chama kikawakubalia, kile chama kikashiriki ule uchaguzi, wengine wote wakapinda kushiriki ule uchaguzi, wale vijana wa chuo wa ilo vuguvugu lao la Otpor. Wakaufanya ule uchaguzi kama njia ya kuonyesha ushahidi wa udikteta wa Slobodan Milosevic. Wakaandaa umma kuwa tayari kwa matokeo ya na namna yoyote. Wakapandisha amri ya umma, vijana wamemaliza vyuo vikuu hawana ajira, wakazunguka nchi nzima Siku ya kupiga kura, Slobodan Milosevic anaangalia karatasi za kura, amepigwa akataka kufuta uchaguzi kama alivyofanya Jecha Zanzibar. Vijana wameshajipanga wakaingia barabarani, maelfu wakaenda tume ya uchaguzi, jeshi la Serbia likaiambia tume Milosevic, yameshindwa, vijana wameshinda, wapeni nchi vijana. Ndio Serbia ikakombolewa. So tuna mifano mingi duniani ya kujifunza, na ndicho ambacho Mungu alitupa. Mungu ametupa vichwa kufikiri kuweza kuhakikisha tunatengeneza mbinu za kukabiliana na udikteta za kukubali, kukabiliana na wizi wa kura wa CCM, za kukabiliana na matendo yoyote yatakayotufanya tusipate haki yetu ya uchaguzi. Hatutaki kushinda kata eti kwa sababu CCM wametuachia, tunataka tushinde kata kwa kuwashinda kwa kura, chama cha Mapinduzi. Hatutaki kushinda jimbo eti kwa sababu sisi wamesema hiyo, ah, Kigoma mjini tuiache. Tunataka kushinda jimbo kwa kuwapiga kwa kura, na ili tufanye hivyo, Oktoba tunapiga kura na tunalinda kura kwenye vituo vya kupigia kura na ndiyo kazi ambayo tunaifanya kuzunguka kwenye makata, kuzungumza na watu wetu, kuzungumza na wanachama na viongozi, kuandaa kwamba uchaguzi wa mwaka huu lazima kuifundisha CCM kwamba hii si nchi yao peke yao. Hii nchi ya Watanzania wote, na kila thamani ya kura ya Mtanzania inapaswa kuheshimiwa. Tunasema Oktoba linda kura, ili kulinda thamani ya kura ya Mtanzania. Tunaweza kufanya hayo, tunaweza tukikubali kuhakikisha ya kwamba kila mtu anatimiza wajibu wake kon lazima tujiandae.